Asante. Kwa majina naitwa Edith Ambakise Mwanginde, mwenyekiti baraza la wanawake jimbo la Tunduma. Kama Watanzania, kwa kuwa si ni Watanzania, tuko tayari kuandamana kwa ajili ya haki yetu. Ah, mimi naitwa Wapendo Mwashiuya ni katibu wa baraza la wanawake mkoa wetu wa Songwe. Ya mimi kauli hii imenivutia kwa kiasi kikubwa na kiwango kikubwa, na sio mimi tu wanawake wengi imetuvutia kufuatana na mateso na manyanyaso mengi ambayo tumeyapitia, hasa kupitia jeshi la polisi pamoja na baadhi ya wananchi, hasa na vijana waliopitia kwenye Chama cha Mapinduzi, hii wanaita green guard. Wale vijana wamekuwa wakinyanyasa wananchi, wakinyanyasa wanawake, wakiwatesa, wakiwapiga na kuwaua pia lakini sisi wanawake ndiyo maana tumechukua majukumu haya na maamuzi ya kusema tunaiunga hii kauli ya no no reform no election, kufuatana na madhila makubwa tunayoyapata watu kuuawa, watu kutekwa. Sisi wanawake tunaumia, ninavyosema tunaumia, sisi ni wazazi. Mtoto wa mwenzangu akifa, maana yake najua kesho atakuwa kwangu, ama nitakuwa ni mimi. Hivyo basi na ndio maana wanawake Wasongwe tulikaa tukajadili kama itashindikana kwenye hii kauli, tupo tayari kuvua nguo zote, kutembea uchi, kuionyesha dunia nzima kwamba sisi tupo tayari. Sisi ni wazazi, basi mwangalie, mlitokea wapi, mtuone tulivyozaliwa, na nchi nzima ishangae namna gani wanawake wasongwe walivyokathirika na mauaji na manyanyaso mengi ya Tanzania, kwa sababu wamekuwa wanatuweka kama vini macho, wanatuambia kwamba kuna sheria ambazo zimerekebishwa zime, hatuzioni. Wamerekebisha wamerekebisha jina, wamepamba jina, lakini hamna sheria yoyote ile iliyorekebishwa ambayo sisi inaweza ikatuambia kwamba tuende kwenye uchaguzi. Sisi tumekataa kwenye uchaguzi, hatuendi mpaka pale tutakaporekebisha sheria na kanuni nzima za utaratibu wa uchaguzi. Na pili hapo hapo naomba nizungumzie kwa, kwa wale wabunge ambao walienda kinyume na utaratibu. Kuna wabunge wote ambao wapo bungeni sipokuwa mbunge mmoja tu ambaye ni Aida Kenani, wote wameenda kinyume na utaratibu kule bungeni, kwa sababu wali, walienda tu kwa kupokonyewa matokeo ambayo siyo ya kwao, hivyo basi hawawezi kurekebisha, lakini sisi tunatamani kwamba kila chama kitoe watu wao waende wakakae wajadili, ni sheria zipi ambazo zitatupelekea sisi tukaenda kwenye uchaguzi mkuu, kwa sababu wabunge peke yao hawawezi. Sisi wananchi tunaweza tukatunga sheria, kwa sababu tuna haki na wajibu wa kutunga sheria ambazo zitatufaa na zitatupa mwelekeo mzuri wa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kwa majina, anaitwa Kristina Wixon Moga mimi ni katibu mwenezi wa baraza la wanawake jimbo la Tunduma. Mtesi wetu mkubwa kwenye chama na ambaye anatuletea shida sana ni CCM. CCM wanatumia madaraka makubwa sana kuwaunganisha polisi kwenda kuharibu mazingira ya familia zetu, kwenda kuharibu mazingira ya chama chetu. Kwa hiyo CCM kiujumla, nguvu na sera za kuzungumza wananchi wawaelewe. Kwa sasa hawana, kwa sasa hawana, wameingia kwenye jukumu la kujiunganisha kutumia nguvu ya polisi. Nafikiri wenzangu wengi waliotangulia wamezungumza sana kuhusu mapolisi. Mimi naomba nijikite kwenye neno moja, ambalo ndani ya chama kuna watu ambao wamejitokeza kwamba wenyewe hawaungani na hii neno, ambalo linatuunganisha sisi kama wananchi, ambayo chama taifa limeona ni jema ni tufanyie tufanye majukumu hayo. Neno la no reforms no election ina maana ya kwamba sisi tunataka tupate katiba mpya ambayo na tume huru ya uchaguzi. Mifumo hii imekuwa ni endelevu ambayo ni mifumo wanaitumia CCM ya nyuma, hiyo mifumo ambayo imetukera mpaka pamwisho. Sasa tumeenda na ikauli, kwa maana ya kwamba tushikamane kwa pamoja, lakini ndani ya chama kuna watu wamejitokeza Watu 55 wa na wengine wanasema wako nyuma yao au ambao wanasema wako nyuma yao ni wakina nani kama sio uongo. Wako peke yao watu 55. Wa na kama wapo kwenye jimbo la Tunduma wanaounganisha kwa siri. Nataka nizungumze kama mwenezi kwamba sisi tunaenda na kauli mbiu ya chama taifa, walioizungumza kwamba tuende na neno hili kwa maana ya kwamba tunataka tuwe huru kwenye chaguzi. Siku zote tunaonewa kama wanawake. Siku zote tunasumbuliwa kama wanawake. Wanawake hatubagui kwenye matumbo yetu, tumezaa watoto wa kiume na wa kike, wote hao wametoka wa kwenye matumbo ya wanawake, sio matumbo ya wanaume. Sasa nataka kuzungumza kitu ambacho mwenyekiti wetu ambaye ni mwenyekiti wa CCM ambaye ni mama Samia, pamoja na kamati yake. Mama Samia ni mwanamke kama sisi wenyewe, amezaa watoto wa kike, Abduri, wa kike akina Abduli wametoka kwenye matumbo yake na sisi tumezaa watoto wetu wametoka kwenye matumbo yetu. Tumefika hatua tumechoka kama wanawake tumechoka. Sipingani na kauli aliyozungumza mheshimiwa katibu wa baraza la mkoa baraza la wanawake kwamba sisi wanawake mkoa wa Songwe tutatembea uchi wa mnyama kutoka hapa mpaka sehemu tunayoenda kudai hii katiba ambayo inatakiwa ibadilishwe kwa uhuru kabisa na kwa haki. Tunataka tuwaambie mapolisi kwamba siku hiyo tukijitokeza tunawaombeni mtu wache kicha chetu ndio kilipo hapo, tutakapokiamshia ndio hapo kwa sababu watu hawajawahi shuhudia mwanamke yukoje kwenye maumbile, maumbile ya sasa hivi mnaenda kuyaona, kwa sababu hamtaki kusikia tunalolisema. Kwa hiyo naungana naye mwenyekiti pamoja na katibu kwenye mshikamano huo, ambao chama kikiamua na mkoa ukiamua, tutaingia barabarani kudai vitu vya muhimu kama hivyo kwa ajili ya kujenga nchi na kuwa na haki ndani ya nchi yetu. Asante.